Hujambo na uhali gani, mtazamaji wa Nukta TV? Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Januari 6, 2025, dakika chache za kukuangazia matukio yaliyojiri ndani na nje ya Tanzania. Utakuwa nami Kelvin Makwinya, mtayarishaji Gustav Goodluck. Familia ya aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, imefanya sala maalum ya kumwombea katika nyumba aliyokuwa akiishi eneo la Ununio jijini Dar es Salaam. Polepole anadaiwa kutekwa Oktoba 6, 2025. tangu wakati huo hajulikani alipo wala kusikika katika vipindi vyake vya YouTube, huku jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa tukio hilo. Pia wanafamilia wakiongozwa na mama mzazi wa Humphrey Polepole, Anna Mary, wameondoa mali zote zilizokuwepo katika nyumba hiyo. Tukio la kutoweka kwa Polepole iliwahi pole, kuwa katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi lilitokea miezi michache baada ya kutangaza kujiuzuru nafasi ya ubalozi wa Tanzania nchini Cuba mnamo Julai 13, 2025, huku hatima yake hadi sasa ikiendelea kutokufahamika. Mungu tazama, lililotokea ndugu yetu Humphrey. Mungu tazama, lililotokea ndugu yetu Humphrey. Lipo katika uwezo wa mikono yako, lipo katika uwezo wa mikono yako. Mimi kama binadamu ambaye umeniumba, mimi kama binadamu ambaye umeniumba, ninatambua wewe una mamlaka ya kumlinda alipo, ninatambua wewe una mamlaka ya kumlinda alipo, katika katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Yesu Kristo. Waziri wa Mambo ya Ndani, George Simbachawene, amesema serikali imeanza mazungumzo yenye lengo la kuboresha masilahi ikiwemo makazi na posho kwa askari wote wa Jeshi la Polisi nchini. Akizungumza leo Januari 6, 2026 na maofisa wa polisi wa makao makuu ya polisi Zanzibar, Simbachawene amesema kuwa hatua hiyo itawezesha na kuboresha mazingira ya kazi pamoja na kuongezea ujuzi na utaalamu ili kuendana na mazingira ya sasa na kukabiliana na uhalifu ikiwemo uhalifu wa mitandao hivyo, kwamba, na kufanya hivyo kuhakikisha kwamba tunaendelea na mjadala tunaoendelea nao kushirikiana na mkuu wa Jeshi la Polisi IGP Wambura, na mazungumzo tunaendelea nayo serikalini, angalau basi hata kale ka recreation allowance ya askari kaongezeke kidogo, maana kamekuwa kasirii sana. Serikali itaendelea kuboresha mazingira yenu ya kazi kwenye vituo vyetu, nyinyi wenyewe, lakini pia kuwaongezea ujuzi na utaalamu ili kuwa na jeshi la polisi la kisasa. Na katika nyanja za kimataifa, aliyekuwa rais wa Venezuela, Nicolas Maduro, ameiambia mahakama ya New York kuwa hana hatia akisisitiza kuwa yeye ndiye rais wa taifa hilo la Amerika ya Kusini. Kwa sasa taifa hilo linaongozwa na aliyekuwa makamu wa rais, Delcy Rodriguez, kama rais wa mpito. Akizungumza mbele ya jaji Alvin Helestein, Maduro alijitambulisha kama rais wa Venezuela na akisisitiza kuwa amekamatwa akiwa nyumbani kwake, kauli iliyozua hali ya tahadhari mahakamani hapo. Maduro na mkewe wanakabiliwa na mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya na silaha na walifikishwa mbele ya mahakama ya New York jana baada ya kukamatwa katika operesheni ya kijeshi ya Marekani, hatua ambayo mawakili wake wameitaja kuwa ni utekaji nyara wa kijeshi na unaokiuka sheria za kimataifa na misingi ya haki. Kufikia hapo, mtazamaji wa Nukta TV, tumefikia tamati ya Mseto Plus ya leo Januari 6 2026. Ulikuwa nami Kelvin Makwinya na mtayarishaji ni Gustav Goodluck. Usiache kufuatilia Nukta TV, mpaka wakati mwingine, kila laheri.